Mbunge wa viti maalum Esther Matiko. Ameomba serikali kuboresha mazingira ya utendaji kazi kwa Jeshi la Zimamoto, Uhamiaji na Magereza kwa wilaya Arolia, ya Tarime na Rorya kwani majeshi hayo yanakabiliwa na mazingira magumu ya ufanyaji kazi na ukosefu wa vifaa. Matiko amesema hayo bungeni, ambapo ameeleza kuwa pamoja na kuhudumia wilaya mbili za Rorya na Tarime, Jeshi la Zimamoto lililopo Tarime halina jengo lake wala gari la kisasa lenye uwezo wa kuhudumia maeneo hayo mawili kwa weledi. Jeshi la zimamoto wilaya Tarime, yani jeshi la zimamoto ambalo liko base Tarime linahudumia Rorya na Tarime, lakini hawana ofisi kabisa. Mheshimiwa Waziri, pale walipo wamepewa tu ofisi ya muda na halmashauri ya wilaya na wameshapewa demand notes ya kuweza kuondoka mwezi wa saba kwa hawana ofisi. Wameshaleta maombi mara kadhaa pamoja na mchoro, wana eneo tayari kabisa na hati wanayo, eneo la skwea mita 798, kwao naomba kabisa hao watu katika fedha ambazo mmezitenga, nione kwa mkoa wa Mara tunapata ofisi mbili Naomba Tarime wewe huyo mojawapo ikizingatia inahudumia uh, Rorya lakini Tarime kwenyewe Sirari, pamoja na kwenye Nyamwaga na sasa hivi tumewekeza kule, hata serikali imewekeza na sekta binafsi wamewekeza, tuna jengo la kisasa la soko ambayo zaidi ya bilioni 9 mmejenga kule Tarime, kuna mahoteli mengi ya kisasa, kuna jengo la kanda maalum Tarime, leo umetujengea zuri kabisa kule, kwa hiyo tunahitaji gari la zima moto la kisasa. Lilopo ni gari la lita elfu moja tena ambalo limefanyia modification, halina capacity kabisa, halina fomu ya kuweza kuzima mafuta, moto wa mafuta, halina fire hydrant. Tunaomba the modern one metangaza hapa, na niombe katika yale magari mia hamsini iende moja Tarime, lingine liende Rorya. Maae ni wilaya mbili ambazo zinahudumiwa na hao watu. Mheshimiwa naibu Spika, nikienda sasa kwenye uhamiaji, na nianze kwa taifa. Idara ya uhamiaji ni idara nyeti sana. Na hata mjadala wa leo hapa kwa kiwango kingine imetekwa na mambo haya ambao idara ya uhamiaji inahusika zaidi. Lakini hawana ofisi. Wana ofisi tu wamepanga hapa ya kitaifa. Hebu na wenyewe tuwajengee ofisi ambao ni nzuri kabisa, ambao wakikaa kule watafanya vitu vyao na wataweka mashine zote zinazohusika. Lakini hata kule Tarime tumeshaongea mara kadhaa hapa. Hatuna hawana jengo. Idara ya uhamiaji kule Tarime. Na tunajua tuko mpakani. Jengo lilopo ni miundombinu, ni mibovu sana. Halikidhi kabisa mahitaji ya idara ya uhamiaji. Lakini na wenyewe vile vile wana eneo, muweze kuwapatia fedha wajenge ofisi nzuri kabisa kama ambao mmejenga kufanya kwa jengo la jeshi la polisi, na wenyewe na jengo zuri kabisa pale wako mpakani waweze kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Lakini pia na wenyewe wanahitaji gari. Gari nao ni moja na libovu aliopaleti kabisa, kwa sasa hivi ni kama wako crippled kabisa kule Tarime. Na mnajua tuko mpakani, tunaomba sana muweze kutusaidia tuweze kupata tuweze kupata gari. Mheshimiwa naibu Spika, niende sasa kwenye jeshi la magereza. Jeshi la magereza, na nashukuru sana hata hapa wamesema kamati, miundombinu wa magereza nyingi ni chakavu sana, sana ni za zamani, lakini hata hawa watu nyumba zao wanazoishi hazina hadhi kabisa. Hawa watu wanafanya kazi kubwa sana kule, mnapeleka wafungwa pamoja na, na mahabusu wenye kaliba tofauti, lakini wanakaa na hawa watu 24/7 basi, hata wakitoka kazini wakirudi majumbani waweze kukaa kwenye sehemu ambazo wanakaa kwa starehe kabisa na familia zao. Naomba kama ambavyo mmefanya kwenye, kwenye jeshi la polisi na kwingine mweze kuwajengea nyumba ambazo ni stahiki zao. Unakaa nyumba kwanza chumba kimoja bado kivuje, nyumba zingine ni za tope. Hatuwatendei haki hawa binadamu, na wenyewe wajihisi wa kwamba wapo kwenye jeshi hili, wizara ya mambo ya ndani, waweze kutendewa kama vile wengine lakini mheshimiwa naibu spika, tunayo magereza ambayo yanabeba wafungwa, wafungwa tu, uh, ikiwemo ya Matongo ambayo nilitaja na njilinji kule Lindi Ngalwa na kwingine. Magereza haya yapo kwa ajili ya uzalishaji, lakini unakuta yana wafungwa wachache askari polisi, askari magereza wengi. Sasa nilikuwa na shauri mfanye tafiti ya kina muweze kufunga baadhi ya magereza, yabaki chache tu ambayo yatatoa yata tija kwenye uzalishaji kwa mfano gereza la kule Matongo Simiu ni gereza ambayo linaweka zaidi ya elfu moja mia mbili lakini wanatumia eka kumi tu. Mheshimiwa Matiko, muda wako umekwisha. Bado mheshimiwa deka tano tu, mheshimiwa Matiko, hata jana Simba atakamdongezea kafunge goli tano. Naomba deka, naomba basi deka mbili tu na na,